Mana sehemu za kutembelea karibu mikaatatu ambapo na mkandarasi anakwenda vizuri, kwa sababu malingo yake amelipwa mwisho, mwisho. Ni dhahiri kuwa ndani ya kipindi cha miaka 61 ya muungano Nchi yetu imepiga hatua kubwa ya maendeleo kisiasa, kiuchumi na kijamii na kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kielelezo cha mafanikio ya Muungano barani Afrika. Wananchi wa pande zote mbili za Muungano wanaendelea kunufaika na matunda ya kuasisiwa kwa Muungano wetu kwa dhamira ile ile ya waasisi wa taifa letu ya kuleta uhuru, umoja na maendeleo ya Watanzania. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati na kumpongeza dr Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa kusimamia na kuhakikisha muungano wa Tanzania unaendelea kuimarishwa kwa kuzipatia ufumbuzi changamoto za muungano kupitia vikao vya pamoja vya majadiliano kama walivyofanya viongozi waliotangulia.